Tarehe mbili Machi 1975 mwili wa Josiah Mwangi Kariuki maarufu kama JM Kariuki ulipatikana umetupwa kichakani katika msitu wa Ngong, kaunti ya Kajiado, yapata kilomita 30 kusini mwa jiji la Nairobi. Mwili huo ulipatikana licha ya serikali kutoa taarifa za uongo na zilizohitilafiana kuhusu mahali alipokuwa mwanasiasa huyo mwenye ushawishi mkubwa na ambaye kila alipoongea aliweka serikali ya rais Jomo Kenyatta mashakani. JM alikuwa ni mwanasiasa watatu kuuawa wa chini ya utawala wa rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta. Wengine walikuwa ni Pio Gama Pinto na Tom Mboya. Tutakuelezea kuhusu kifo cha Tom Mboya katika makala yatakayofuata. Uh, some people misinterpret what we call. JM alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa Jomo Kenyatta ambaye alirasimisha unyakuzi wa mashamba, ukabila na ufisadi kinyume cha ahadi za wakati wa kupambana na ukoloni. JM alikasirishwa na jinsi baadhi ya viongozi wa taifa wakiongozwa na Jomo Kenyatta na kundi la viongozi lililojulikana kama Mafia wa Kiambu walivyojilimbikizia mali na utajiri huku wananchi wakibakia wachochole na, wa wa na maskini hohehahe. Kwa hili JM alitaja Kenya kama nchi ya mamilionea kumi na maskini milioni kumi jambo ambalo wa lilikasirisha wandani wa, wa Jomo Kenyatta, wakiwemo Mbiyu Koinange, Charles Njonjo, Njoroge Mwigai na wengineo kumwonyesha ghadhabu zao walifanya juhudi ikiwemo kumzuia kuhutubia mikutano ya hadhara na kadri serikali ilivyombana umaarufu wake ulizidi kuongezeka. Mwaka 1975 JM alichaguliwa mbunge wa Nyandarua na kuteuliwa tena na Kenyatta kama naibu waziri. Hii ni licha ya serikali kufanya juhudi za kumwangusha, hasa kutokana na umaarufu wake uliokuwa umekolea miongoni mwa wananchi wa kawaida. Washirika wa Kenyatta walihofia umaarufu huo ulimfunika Jomo Kenyatta ambaye alichukuliwa kama mungu mdogo na zawadi kwa binadamu. Jioni moja alipotea katika hali ya kutatanisha na kisha mwili wake kupatikana kichakani akiwa ameuawa. Serikali ilikuwa imejaribu kumuua mara tatu. Mara ya kwanza siku moja kabla ya kupatikana akiwa ametupwa msituni, ila jaribio hilo lilitibuka pale alipokosa kusafiri basi ambalo lililipuliwa kwa bomu na kuwaua watu 27. Taarifa kuhusu kifo chake zilitikisa taifa. Wanafunzi wa chuo kikuu Nairobi waliandamana barabarani na kusababisha chuo hicho kufungwa, na kwa muda wa miaka mitatu ya uhai uliobaki wa Jomo Kenyatta wabunge walipokea taarifa kuhusu kifo cha mwenzao kwa huzuni na hasira haswa kutokana na vile walivyoelewa mchango na msimamo wake kwenye maswala muhimu yaliyokabili taifa. Bunge liliunda kamati ya uchunguzi na iliongozwa na Elijah Mwangale. Kamati hiyo ililaumu polisi kwa kukataa kushirikiana nao ili kujua jinsi J.M. Kariuki alivyokufa. Kwenye uchunguzi, kamati ilibaini maafisa wa serikali walihusika katika mauaji hayo kamanda wa polisi wa gsu ben gethi alidaiwa kuhusika kwenye mauaji hayo kwani alikuwa mtu wa mwisho kuonekana na jm tarehe tatu machi mwaka 1973 mwili wa jm ulipatikana na wachungaji ng'ombe huko kichakani ngong ukiwa umetupwa tarehe kumi na nane Machi, saa yake ya mkononi ilipatikana katika kituo cha polisi cha Makongeni mjini Nairobi. Idara ya polisi ikiongozwa na mkuu wa polisi Ben Hinga ilikataa kushirikiana na tume ya uchunguzi ya bunge. Tume ilimlaumu naibu kamishna wa polisi katika eneo la Rift Valley Mungai kwa kile walichosema ni ujeuri, madharau, kiburi na kujificha nyuma ya sheria za siri za serikali mkuu wa wilaya ya Nyandarua Bwana Thuo alishutumiwa kwa kutekeleza mpango wa kuficha jinsi mauaji hayo yalivyopangwa na kutekelezwa. Tarehe 18 wakati kamati ilipokuwa inaenda katika kituo cha polisi cha Makongeni kufanya uchunguzi, polisi walichapisha taarifa za kumzawadi yeyote mwenye habari kuhusu bomu lililomkosa JM na mauaji yake katika msitu wa Ngong. Idara ya CID ilipojua bunge ilianzisha uchunguzi, ilienda kwenye hoteli ya Hilton na kuwakamata watu wote waliokuwa kwenye hoteli wakati JM alipopotea. Hatua hiyo ilinuiwa kuwatisha na kuwatesa mashahidi. Kamati hiyo ilisema mashahidi waliokuja mbele yake walikuwa wanahofia maisha yao. Polisi wote waliokuwa wanachunguza kifo cha JM walikataa kushirikiana na tume hiyo ya uchunguzi. Wakati mmoja polisi walikataa kumtoa shahidi mmoja muhimu kwa madai kuwa amesafiri nje ya nchi. Jamaa alikuwa yuko mjini Nairobi anaponda mali, ila polisi walikuwa wamemficha tu. Kwa upande wake, serikali ilianzisha kampeni ya kudunisha kazi ya kamati ya bunge kwa madai walihongwa na waliandaa vikao nje ya muda waliopewa ili wapate marupurupu zaidi. Kariuki alikuwa mzaliwa wa Nakuru katika eneo la Kabati, mahali ambapo wazazi wake walikuwa wamehamia kutoka eneo la Nyeri wakati mkoloni alipowafukuza akidai ni ardhi yake. Alisomea shule ya Karima huko Kerugoya na King's College Budo nchini Uganda. Wakati wa hatari, JM alikuwa ni mwanachama wa Kenya African Union, KAU, na katika mwaka 1953 akanunua hoteli yake ya kwanza mjini Nakuru. Hapa ndipo alifahamu fika unyama na ukiukaji wa haki za binadamu uliokuwa unatendewa washukiwa wa Maumau. Alishinikiza wazee wa, wa mitaa wachunguzwe. Mwaka huo huo alishikwa na kuzuiliwa katika gereza la coop ambako aliendelea na utetezi wa haki za binadamu akiwa katika gereza la Manyani huko Voi, JM alimwandikia barua mkuu wa wilaya na kumfahamisha kuhusu unyama na hali mbaya wafungwa waliishi. Aliwasilisha malalamishi mbele ya jopo lililokuwa Manyani, na kwa hatua hiyo akapigwa viboko saba na kutengwa na wenzake kwa siku saba. Alipotoka gerezani aliandika kitabu Maumau Detainee. Akiwa Uingereza kwenye chuo kikuu cha Oxford, JM aliamini Kenya ilikuwa ya watu wote na siyo mamilionea kumi na maskini milioni kumi. Alipinga sera ya serikali ya Kenyatta za kuzuilia watu kumiliki ardhi, akisema ilinuiwa kuwatia nguvu wakoloni wapya weusi. J.M. alipinga upendeleo na ukabila uliokuwa unaendeshwa na serikali ya Rais Kenyatta, na hasa waliomzunguka wakiwemo: Charles Njonjo, Njoroge Mungai na Mbiyu Koinange. <muchos> Serikali ilikerwa na kauli zake na kuishia kupiga marufuku mikutano yake. Kampeni zake ziliekewa vikwazo, ingawa katika mwaka 1975 aliwashtua wengi kwa kushinda uchaguzi wa kiti cha ubunge cha Nyandarua kwa kura elfu kumi na sita dhidi ya mpinzani wake aliyepata kura elfu tano. Majaribio matatu ya kumuua kwa mabomu yalifanyika, moja katika choo cha klabu cha usiku cha Starlight. Lingine karibu na kituo cha habari kilichoko nje ya hoteli ya Hilton na la tatu katika basi la OTC alikuwa safiri hadi mjini Mombasa. JM alikuwa akisema mara mingi, mkisikia msiki pahali niko mjue nimeuawa. Mi tunamuuliza kwa nini unasema hivyo, kasema kwa sababu niko na adui wengi kwenye bomu la tatu watu 27 walifariki. Ingawa JM hakujua lolote kuhusu mabomu hayo, serikali ilinuiwa kumshtaki kwenye bomu la tatu watu 27 walifariki. Ingawa JM hakujua lolote kuhusu mabomu hayo, serikali ilinuiwa kumshtaki kwa kuhusika na mabomu hayo. Kamati ilithibitisha kuwa JM aliuawa baada ya hafla aliyohudhuria katika mkahawa wa Hilton akiwa na Ben Gethi, ambaye alikuwa kamanda wa polisi wa GSU na Patrick Shaw, afisa wa polisi maalum mjini Nairobi. JM aliuawa mda wa kama masaa mawili baada ya kutoka kwenye hoteli ya Hilton. Alipigwa marisasi tano kichwani. Serikali ilianza kuficha kuhusu kifo hicho pale mkuu wa kituo cha Ngong alipopigwa marufuku siku ambayo mwili wa JM ulipatikana kichakani na kuupeleka kwenye mochari ya City. Inspekta Wanga ambaye alichukua mwili wa JM kutoka msitu wa Ngong na kuupeleka kwenye mochari ya City alifanya hivyo kwa nia ya kuuficha tu. Kwa upande wake, serikali ilishinikiza idhaa ya redio ya sauti ya Kenya na magazeti yasiandike ama kuripoti kuhusu kupotea kwa JM. Swali ambalo lilikuwa limeletwa bungeni tarehe 6 Machi, serikali kupitia naibu waziri wa masuala ya ndani Stanley Olitipis ilisema haijui mahali ambako JM alikuwa baadhi ya majadiliano makali, serikali ilidai kuwa JM alikuwa ameenda Zambia kwa biashara, jambo ambalo lilishtua familia, kwani cheti chake cha usafiri kilikuwa kiko nyumbani. Ubalozi wa Zambia ulikanusha safari hiyo ya JM. Polisi walimkamata Pius Kabati na kumshtaki kwa madai ya kumuua JM, ila Kabati alisema walichukua hatua hiyo baada yake kuwataja Nderi na Show kuhusiana na mauaji ya mbunge huyo. Mke wa Kariuki teri Kariuki alisema aliupata mwili wa mumewe kwenye mochari ya City alasiri moja ya Jumanne Machi mwaka 1975. Mwili wake ulikuwa mweusi kama ambaye alikuwa amemwagiliwa kitu kikali. Alikuwa na karatasi kwenye kidole chake cha mguu iliyosema ni mtu asiyetambulika. JM alikuwa mwanasiasa mwenye haiba kubwa na alikuwa mmoja wa wanachama wa Mau Mau waliopigania uhuru wa Kenya. Yasemekana alikuwa ameukazia macho urais wa Jamhuri ya Kenya hasa kwa vile Jomo Kenyatta alikuwa mkongwe na siku zake za mwisho duniani zilikaribia. Alipogundua kuwa mumewe amefariki na serikali ilijifanya kutojua, Teri Kariuki alifululiza moja kwa moja hadi bungeni ambapo alimkabili mmoja wa mawaziri wa Kenya huku akimwagilia chai na kumwambia machoni pake alimuua JM. Mauaji hayo yalisababisha maandamano katika Chuo Kikuu Nairobi na kupelekea serikali kukifunga chuo hicho. Kwa mujibu wa wadadisi, Kenyatta aliruhusu kuundwa kwa kamati ya bunge ili kuipoesha nchi ambayo ilikuwa nusra isambaratike kwa kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Tume ilipotoa taarifa yake, tayari hasira za wananchi zilikuwa zimetulia na uwezekano wa kutokea vurugu ulikuwa umeisha. Japo Kariuki alikuwa ni mashuhuri miongoni mwa wananchi, alikuwa ni mmoja wa matajiri wakubwa nchini, kwani alimiliki ardhi na biashara kubwa. Alikuwa pia ni mtu aliyependa kamari, na huenda harakati zake za upinzani kwa Kenyatta zilitokana na nia yake ya kutaka kuitawala Kenya baada ya kumwona Jomo Kenyatta amedhoofika na alikosa nguvu za kudhibiti taifa. Kama kuna watu walifanya hivyo